Unavyoonekana ni mtu mkali, mtu mtata, mm. Mtu wa msimamo na unamke, mm. E, tutamai kujua hivi kuna nafasi kweli ya ya mapenzi ya ya baba au ya mapenzi ya mume kwa mke, pengine au mda wote tu ni msimamo tu? Kuna muda mnacheka, kuna muda una, unambembeleza una, una mama mm. anajisikia naye kubembelezwa au ndo mda wote tu ni hivi? Kivipi? Mimi uh, utakuwa rafiki yangu ukifanya mazuri mm. Sina mke, sina mtoto, sina muumini, sina we nabii, sina we ni mtawara, sina we nani. Utakuwa rafiki yangu ukitenda mema. Daudi anasema wakuchao wanione na wafurahi, lakini nitawaharibu wabaya mchana kutwa. Kwa hiyo mke wangu mimi, kwa bahati nzuri au mbaya, ameokoka sana, yani hajui ubaya Toka wamelelewa na, na mama yao mm -hmm. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, katika watu wanaojua tabasamu yangu mm -hmm. uzuri wangu mm -hmm. basi mke wangu ni watu wanaoenjoy, ambaye hawezi kuishi, pengine mimi nikwambia Densi, jambo ambalo siasema pale na pengine mm -hmm. watu waendelee kulifahamu mm -hmm. mimi kama ingekuwa ni kuchagua, mimi huwa nasema mm -hmm. hata kama ni kufa, ni vizuri aanze mke wangu mm -hmm. na yeye ndo anaomba hilo kwa sababu baada ya mimi nisipokuwepo, hata wanaonitesa wanaoua wa mtoto wake awa, awa nitesi ni mimi, wanamtesa ni yeye. mm -hmm. kwa sababu mimi nimemfaa kuliko wazazi wake walivyowai kuwafaa, lakini sio mke wangu tu, hata waumini wangu nawaona pote hapa, wengi nimewafaa kuliko wazazi wao wa. we hapa, tuko na wewe bila shaka unawaona wakina mm Odesta, kina nani hapo chini utaenda kuona mm -hmm. awa, wazazi wao, jamii zao, dini zao kwenye maeneo wa mengi ha, walikuwa waingiliana okay. Lakini kwa mimi navyoingiliana nao hawa wengi wao wako tayari kufa kwa ajili yangu wow. Yani wako tayari wao, yani hata Modesa msikilize popote kimoja mm. anakwambia mi nitukane unavyonitukana sina mm. la kusema sina la kusema, sina mm. la kufanya mm. ila ukimtukana baba yangu kamfanyia baya baba, unaniua mimi, yani hakikisha mi sipo mm. Lakini mimi nikiwepo hmm. wanze, umeniua mimi sasa. Sio Modesta tu peke yake okay, right. Ni Modesta s anayeongea hivyo, lakini karibu watoto wangu wengi, sidhani okay. kama unaweza ukawa unataka kuniua hivi hmm. uta, watakuacha waue wa kwanza wao, wengi wao okay. waue kwanza wao. Kwa hiyo katika mwanadamu nadhani wewe mwenyewe nimecheka. Wanacheka <laughs> <laughs> <laughs> sana isipokuwa <laughs> <cheka> sana. Sana. <laughs> <cheka> sana. Sana. <laughs> nikikuchekea ujue. Ujue kuna shauku pia ni naweza nikawa niko nayo ni juu yako okay. Kwa sababu ya udhubutu ulionao mm-hmm. Najaribu kukuvuta ili kwa jema unalojua ni jema ni kusaidia